Mheshimiwa Rais, kama utapanga kikosi cha marais nani atacheza wapi? Ni kusema kwamba kwa uzoefu wa kucheza mpira tukiangalia vizuri kucheza mpira ni kucheza tu, si kucheza tu ni kuangalia eh uwezo eh, kuangalia na quality za watu. Kiangalia vizuri kama Rais Uhuru anaweza kucheza vizuri kwa mbele kwa namba 11. Eh, eh, Uhuru Kenyatta anakuwa mshambuliaji anachezesha mguu wa, wa kushoto. Ni kusema kwamba watu wanacheza mbele na mguu wa kushoto wanaletea matatizo sana wale wa, wa goalkeepers e. La, la pili kusema kwamba kama rais e, rais Kagame anaweza kucheza vizuri katikati kwa jua hapo, ni kusema kwamba watu wanacheza katikati ni watu wa wembamba kabisa, wanaenda fasi zote, wanatembea bila tatizo, lakini sisi kutesha kucheza mbele kwa ma, namba tisa kama mii ni lazima na, na ku, kuangalia na, na, na, na, kupigana sawa sawa na, na, na, na golikipa eh, ni kugongana tu eh, na kufunga goli. Lakini kama raisi, sijua kama ulishaona kama raisi Kikwete ni raisi anazungumuza, analeta moral eh, eh, moral spirit eh, kwa watu eh, ha, kama ule sasa, ndio anacheza kwa namba tano kule nyuma Eh, ni yule sasa naletea moral support kwa wale wa waji, wachezaji wa mbele alafu na na goalkeeper. Lakini kama Rais Museveni naweza kucheza vizuri sana kwa goalkeeper. Kwa yule sasa ni mtu anapenda kila siku kuwa pamoja na ng'ombe, ukiwa sasa mchungaji, e, kuchunga ng'ombe, ni lazima kudhibiti ng'ombe zako, e, watu wasizibe wasi ndio maana niendelea nyuma. Eh, ni kusema kwamba Rais Museveni anaweza kucheza vizuri nyuma. Kama goalkeeper wa Ivory Coast ili, ili match uliona ya, ya, ya Africa africaa, ni eh, defende wa mwisho wa nyuma kwa ndio yeye alikamata ile ile penalti ya mwisho. Unaona kwamba na Mseve naweza kufanya hivyo. <laughs>